asema wananchi wasidanganywe ajivunia ilani kutekelezwa asilimia tisini na saba ahidi neema uchumi mara wa sira agemea chokochoko. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Dkt. Mwinyi aidi uongozi vijana wanawake atangaza neema mikopo kwa ujasiriamali. Habari kamili ni katika ukurasa wa saba. Na serikali kujadiliana na Marekani dhamana ya visa. Habari katika ukurasa wa saba. Kariko yatangaza msamaha kodi miezi miwili. Habari katika ukurasa wa saba. Mbaroni akituhumiwa kuua mama wa kambo. Habari katika ukurasa wa kumi na tano. Shahidi aeleza alivyobaini jinai kesi ya Lissu. Habari katika ukurasa wa tatu. Watumishi waliohama kupewa ruhusa wakapiga kura. Habari katika ukurasa wa tatu. Nchimbi ya msifu Samia kasi ya utekelezaji wa miradi habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, unalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Samia. lenye habari iliyopewa kipaumbele ni simu, janga kwa afya ya macho. Wataalamu wabainisha uchovu, kuona ukungu na maumivu ya kichwa, washauri mambo ya kufanya. Serikali yataja kiwango cha madhara. Habari katika ukurasa wa nne wa gazeti hili gazeti hili likiandika milioni kumi na mbili, idadi ya Watanzania wanaohitaji huduma za macho, huku zaidi ya wa watoto laki moja wamefanyiwa upasuaji wa mtoto wa jicho na kupatiwa miwani. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa nne wa gazeti hili. Mambo manne kesi ya polepole pole, habari katika ukurasa wa tatu. Habari picha inamuonyesha wakili wa aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba Peter Kibatala wa pili kushoto akizungumza na waandishi wa habari nje ya mahakama kuu ya Tanzania dar es Salaam jana. Kushoto kwake ni mama wa Humphrey Anamiri Polepole. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa tatu. Alichosema mpiga doria mitandaoni dhidi ya Lisu aeleza mahakama, kilichomvutia kuifungua video na alivyobaini jinai kwenye kauli za mshtakiwa wa habari katika ukurasa wa nane wa gazeti hili uendeshaji nchi hauna majaribio. Habari katika ukurasa wa pili. Mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM, Samia Suluhu Hassan amewataka wananchi wasidanganywe. Undani wa taarifa hini katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Mgombea wa urais ahidi kuleta bombadi ya sabini. Habari katika ukurasa wa tano wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake mbele mbele. Tutazama sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Samia siende kujifunza, najua vizuri uongozi. Asema ataweka nguvu kwenye huduma za mama na mtoto, asisitiza ujenzi wa barabara kuendelea kila kona nchini, ahidi mengine atakayofanya. Undani wa taarifa hini katika ukurasa wa nne. Mgombea wa raisi ACT Zanzibar awasha moto wa hamasa, habari katika ukurasa wa nne. Hukumu ya ng'ombe wa kipimilo Oktoba 16, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu gazeti hili wasiraonya wanaotumia mitandao kuleta chokochoko choko. Habari katika ukurasa wa nne wa gazeti hili. CCM kutekeleza miradi mitano rufiji ikishika dola. Habari katika ukurasa wa tatu. Wakulima elfu sitini na mbili wanaofaika na mafunzo kilimo, habari ya kilimo cha mboga. Habari katika ukurasa wa nne. Vikosi vya kulinda amani vya Umoja wa Mataifa kupunguzwa. Habari katika ukurasa wa kumi na tisa. Simba Queens JKT Queens kucheza fainali ngao ya jamii. Habari katika ukurasa wa ishirini na nne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 anayemshikilia Mahakama Kuu ya mtaka wakili Kibatala kuwasilisha kiapo cha ziada wapewa siku tano. Habari katika ukurasa wa pili. Samia uraisi usijaribiwe, wasiradai kuwapo kikundi cha kuanza chokochoko katika mitandao ya kijamii. Habari katika ukurasa wa tatu. Mashine za vituo vya mwendokasi Mbagala za simiko. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hile. Kesi ya uhaini shahidi maneno ya Lisu yalilenga kuitikisa serikali. Habari katika ukurasa tatu wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika mgombea urais ahidi mahari na posho miezi sita wanaotaka kuoa. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa nne. Wiki ya huduma kwa wateja, malalamiko ni fursa ya mauzo. Habari katika ukurasa wa tano. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe, mwanga wa jamii. Gazeti ya Uhuru, ukweli daima, lenyewe katika ukurasa wake wa mbele limeandika Dr Samia taja sifa za viongozi wanaofaa Atoa angalizo kwa wananchi kutofanya majaribio, kuchagua wanaostahili kubeba dhamana ya kuongoza nchi. Ahutubia mkutano wa kampeni Bunda, asema kiongozi anayestahili ni mwenye kuaminika na uwezo wa kuwatumikia Watanzania. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. Nchimbi, Dkt Samia kiongozi wa maajabu, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu, asema ameonyesha kwa vitendo uwezo mkubwa wa usimamizi wa ilani ya CCM. Mwenye tangaza neema kwa vijana, habari katika ukurasa wa pili. Serikali tilie mkazo wa tehama, habari katika ukurasa wa nne wa gazeti hili. Gazeti hili imeandika fahamu falsafa ya u5 ya ada tadea, habari katika ukurasa wa kumi. Hizi athari mlo usio na chumvi au iliyozidi, habari katika ukurasa wa kumi na tano na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Gazeti Mwanahabari ninalo mikononi mwangu lenyewe limeandika Samia, siendi kujaribu, nina uzoefu wa kuongoza. Amesema anapoomba ridhaa ya kuongoza Watanzania halengi kwenda kujifunza kwa kuwa ana uzoefu wa muda mrefu wa uongozi. Aahidi Tanzania kuendeleza utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika mikoa ya Simiu na Mara ili kuwezesha wananchi kiuchumi. Habari katika ukurasa wa nne. Wasira watahadharisha wanaotumia mitandao kuleta chokochoko. Habari katika ukurasa wa nne. Arasi Chalamila azindua programu ya connect umeme, pika kwa umeme. Habari katika ukurasa wa kumi na mbili kongamano la PPP dira elfu mbili na hamsini, la rindima Iringa, Kafulila koleza mjadala wa rasilimali watu. Habari katika ukurasa wa pili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya habari, gazeti bora Zanzibar Leo, kwa kweli na wazi, lenye limeandika Dr. Mwinyi tutaongeza fursa kwa vijana undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani. Uongozi hautolewi kwa majaribio. Dr Samia Hemedi kujitwika changamoto za vijana. Habari katika ukurasa wa pili. Lakini pia gazeti Zanzibar leo limeandika mkoani wampongeza Dr Mwinyi utekelezaji wa ahadi. Habari katika ukurasa wa tatu. Wageni laki sita elfu hamsini na sita mia nane sitini na tano waingia nchini kuanzia Januari hadi Septemba. Habari katika ukurasa wa tatu. Gazeti hili limeandika Italia yakaribisha mpango wa kulinda amani Gaza, habari katika ukurasa wa tisa, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani, miganoni mwa ngoro la gazeti Mwanaspoti linyo katika ukurasa wake mbele limeandika Bajaber avuruga kikosi Simba so ageuka gumzo, habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili, ijayo ni Oktoba kumi na tisa Nsingizini dhidi ya Simba Sports Club ashtua mastaa Yanga. Habari katika ukurasa wa pili. Ishu ya Baka alisema kuwa bado hilo sio tatizo kubwa sana kwa upande wa Yanga, kwani kwani na kikosi kipana kwenye wachezaji Yanga watashuka limbani tarehe 18 CAF Champions League dhidi ya Super Strikers ya Malawi Mwanaspoti limeandika toleo maalum la championship ni katika ukurasa wa nane hadi ukurasa wa kumi. Leo Ijumaa Kagera dhidi ya transit wakati mbuni watakipiga dhidi ya mbea zari ni mmoja tu kwa Diamond. Habari katika ukurasa wa 13, asamu avunjika shingo. Nyota huyo mwenye umri wa miaka 31 aliyekuwa akicheza klabu ya guangsi unani wa taarifa hini katika ukurasa wa 18. Kufuzu World Cup leo Ijumaa ni Zimbabwe dhidi ya Afrika Kusini. Mchezo unapigwa saa moja kamili usiku Madiba, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. Magazeti ya habari, habari za michezo na burudani. Gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, ninalo mikononi mikanoni wangu lenye limeandika, Samia ahidi neema kwenye michezo moroko aliobutwa shambuliaji Stars JKT Simba Queens kumana fainali ingawa ya jamii habari katika ukurasa so, za ndani. Djokovic apambana na majeraha songa mbele habari katika ukurasa so, ishirini na mbili.